Tuna mambo mbalimbali ambayo e, yatatangazwa kama kuhamasisha wananchi kushiriki uchaguzi mkuu, kuwajengea wananchi uelewa juu ya 4R za mheshimiwa rais, kutangaza fursa za uwekezaji, kutangaza utalii kwa maana ya kumuunga mkono mheshimiwa rais juu ya Royal Tour, lakini kuhamasisha pia matumizi ya nishati safi na salama, lakini kutoa fedha, kutoa elimu ya fedha na uwekezaji katika dhamana za serikali eh, kuhamasisha ulipaji wa kodi eh, kwa Watanzania na mambo mbalimbali ambayo yataendana na muktadha ya jambo, jambo hilo. Kama tunavyojua kwamba mama yetu Samia Suluhu Hassan amekuja na four Rs ambazo zimekuwa ni dira na mustakbal mwema kuelekea eh, katika afya ya nchi yetu na ustawi wa nchi yetu ya Tanzania sasa four arrows hizi ambazo zimekusanywa katika kitabu hiki na maana yake na uchambuzi wake. Kitabu hiki kimeandikwa na wanazuoni wa dini zote mbili za Kikristo na Kiislamu pamoja na wanazuoni wa elimu ya dunia, maprofesa wakichambua dhana mbalimbali mbali za four arrows katika muktadha wa muktadha wa kidini, mukta kisiasa na kijamii katika nchi yetu ya Tanzania na kimataifa kwa ujumla. Uzinduzi huu utafanyika siku ya Jumapili tarehe 22 mwezi wa 6 2025, katika hoteli ya Serena ukumbi wa Kivukoni kuanzia saa moja usiku. Tumeahinisha kwenye kitabu hiki eh, maudhui eh, ya ara nne za mheshimiwa dkt. Samia Suluhu Hassan eh, kwa dini zetu mbili kubwa Kris, eh, Kikristo na Kiislamu lakini pamoja na eh, eh, viongozi wa kimila eh, jinsi ya kujenga hizi ara nne. Nyote tunafahamu waasisi wa R4 hizi ni eh, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan na ameziishi hizi ara nne eh, kwa kuleta maridhiano, amani eh, mshikamano hapa nchini Tanzania habari zote kali za zo siku za kusisimua kuelimisha na kuburudisha, bila kusahau mahojiano maalum, exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu. Vyote hivi unakutana navyo hapa hapa jukwaani Khomein TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote, tupigie kupitia nambari 0712032208 au waweza kututumia barua pepe kupitia khomeintvmedia@gmail.com. nyote nakaribishwa.